Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie vuguvugu linalozidi kupamba moto kati ya Marekani Iran pamoja na Urusi. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Iran, Marekani na Urusi ni nchi ambazo kwa wakati huu zipo katika hali ya wasiwasi wasi, huku kila mmoja akijiandaa kwa lolote litakalojitokeza, na hii ni kutokana na vitisho vya rais wa Marekani bwana Donald Trump vya kutaka kushambulia vituo vya silaha za nyuklia vya Iran, jambo ambalo linapingwa vikali na Iran, lakini hata Urusi pia imetoa onyo juu ya hatua hiyo ya bwana Trump. Itakumbukwa, baada ya Donald Trump kuingia madarakani mnamo Januari 20 mwaka huu, taifa hilo limekuwa na uhusiano mbaya dhidi ya taifa la Iran, na hii ni kutokana na suala zima la silaha za nyuklia za taifa la Iran. Mwaka elfu mbili na mbili, Iran iligunduliwa kuwa inamiliki vifaa vya siri vya nyuklia, jambo ambalo lilisababisha kuvunjika kwa mkataba maalum uliofahamika kama mkataba wa kupinga usambazaji wa silaha za nyuklia NPT, mkataba ambao kwa mujibu wa taarifa zinaeleza kuwa ni mkataba ambao nchi mbalimbali ikiwemo taifa la Iran zilitia saini kukubaliana nao. Mkataba huo wa NPT unaruhusu nchi yoyote kutumia teknolojia ya nyuklia kwa matumizi mbalimbali mbali kama vile kilimo, dawa na nishati, lakini mkataba huo hauruhusu nchi yoyote kutumia teknolojia ya nyuklia kuunda silaha za nyuklia mwaka 2018 nchi ya Marekani ilijiondoa katika mapatano ya mpango wa nyuklia uliopo unaojulikana kama mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA na kisha kufuatiwa na baadhi ya mataifa ya magharibi ambayo nayo yalijitoa katika mapatano hayo. Kutokana na hatua hizi, Iran nayo iliamua kukiuka mpango huo ikiwa kama sehemu yake ya kulipiza kisasi, hasa baada ya nchi hiyo kuwekewa vikwazo mbalimbali vya kiuchumi. Vikwazo hivyo dhidi ya taifa la Iran ni kwa sababu tu Iran inashutumiwa kuwa mpango wake wa nyuklia unajihusisha na utengenezaji wa silaha za nyuklia, jambo ambalo lilipigwa marufuku katika awamu hii ya pili ya rais wa Marekani bwana Donald Trump. Rais huyo amekuwa akitoa vitisho vya mara kwa mara dhidi ya Iran akiitaka nchi hiyo kufanya mazungumzo kuhusu mpango wake wa silaha za nyuklia wa Iran, lakini lengo lake bwana Trump ni kuona Iran haijihusishi na mpango wa uzalishaji wa silaha za nyuklia, na mara kadhaa ametishia kuivamia kijeshi nchi ya Iran kama itakataa kufanya mazungumzo, akidai kuwa miradi ya uzalishaji wa nyuklia ya Iran siyo ya amani. Kwa upande wa Iran inadai kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya kijamii ndani ya nchi hiyo, kinyume na Marekani ambayo iliwahi kutumia silaha za nyuklia na kusababisha maafa yasiyosahulika huko Hiroshima na Nagasaki nchini Japan. Hata hivyo, kufuatia vitisho vya Donald Trump vya uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran, serikali ya Urusi imeionya Marekani kuwa kamwe isithubutu kufanya mashambulizi kwenye vituo vya silaha za nyuklia vya Iran, ikisisitiza kuwa mashambulizi hayo yatakuwa na matokeo mabaya kanda nzima ya magharibi mwa Asia. Hayo ni kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi, Sergei Liabkov. Liabkov amesema kwamba shambulizi dhidi ya vituo vya silaha za nyuklia vya Iran litasababisha mtafaruko wa kikanda na ameionya Marekani kuachana na mpango huo. Itakumbukwa hivi majuzi, Marekani ilitishia tena kuishambulia Iran kwa mabomu ambayo kwa mujibu wa Marekani ilisema kuwa ni shambulizi la mabomu ambalo Iran haijawahi kushuhudia. Akijibu vitisho hivyo vya bwana Trump, brigadia jenerali wa kikosi cha anga za mbali wa jeshi la Iran, jenerali Ali Hajizade amesema kwamba wanajeshi wa Marekani wapo kwenye nyumba ya vioo, hivyo wanapaswa kuepuka kuwarushia mawe watu wengine. Pia ameionya Marekani juu ya mpango wake wa kulishambulia taifa hilo. Wachambuzi mbalimbali wa kivita wanasema kwamba kama itatokea vita kati ya Marekani na Iran basi dunia nzima itatetemeka. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, ambapo hali ya mvutano kati ya Marekani na Iran bado inaendelea huku wachambuzi wa masuala ya kivita wakisema kuwa huenda ikaibuka vita kati ya Iran na Marekani, na kama vita itaibuka baina ya mataifa hayo mawili basi dunia nzima itatetemeka. Usisahau kusubscribe, kulaiki, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.